Hajapata mpinzani hapa. Tumezoea kusema amepita bila kupingwa, hajapita Kakoso. Huyu ana mgombea wake ambaye anaitwa hapana. Kakoso mnaenda kumpigia kura ya ndio, ili achamwachane na huyo wa hapana. Mnanielewa? tena sindu alege huyo hapana, maendeleni kwenye kile kiboksi kimeandikwa ndio, kwa hiyo pale ndo mnaweka ya tiki. Usipoenda kupiga hata kama unampenda Kakoso, imekula kwako. Kama hawakuenda wengi, akapatikana hapana zikaonekana ni nyingi, Kakoso amekosa kura na sio mbunge wa jimbo la Tanganyika. Mnayo habari hiyo? Mnayo habari? Habari ndio hiyo. Kwa hiyo mnatakiwa kila mmoja, ni lazima msiseme amepita Zamani ilikuwa akipita bila kupingwa hapigiwi kura. Safari hii lazima apigiwe kura ya ndiyo, mmenielewa ndugu zangu? Hali kadhalika kwenye kata zingine ambako wamepita bila kupingwa, ni lazima wapigiwe alama ya vema, kwa maana ya ndiyo. Ndipo sasa utakuwa umempata diwani, utakuwa umempata mbunge na utakuwa umempata rais. Sisi oye! Tanganyika oye!